Afuatai Ramadhan inatupeleka kuangalia taarifa pale Tanzania Bara. Ligi kuu ya Tanzania Bara, NBC Premier League, itaendelea tena kesho, ambapo utashuhudia mchezo kati ya JKT Tanzania wakiwaalika kikosi cha Simba Sports Club katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mchezo utakapigwa majira saa moja kamili za usiku. Taarifa Muhamed Sukuzi inafafanua. Wakizungumza na waandishi wa habari, wenyeji wa mchezo huo JKT Tanzania, kocha mkuu Ahmed Ali na mchezaji mwandamizi Hasan Dilunga HD wameeleza walivyojiandaa kuwakabili wapinzani wao. First of all kwenye mentality ni winning, hicho uh, ndio ambacho tunakihitaji. Tunahitaji kuwa bora uwanjani, ku respect opponent, na then kuweza kupata matokeo mazuri. Isitokee kwamba tumecheza vizuri alafu hatujapata matokeo, we need na hiyo uh, mentality kwanza tuweze ku win game. Jinsi gani tuna win game? kuheshimu opponent na kuona strength zao ziko wapi, lakini wana weakness wapi ambapo tunaweza tukabatumia, tuka so ni game kama unavyosema, ni game ngumu, ni game gumu, ni game uh, kwangu ni nzuri, kwangu mimi mwalimu na wachezaji, kama nilivyosema, ni opportunity nzuri kucheza na timu bora yenye wachezaji bora na walimu bora moja moja moja, mbili mbili moja moja bila bila, sio matokeo mazuri kwa upande wetu, sio matokeo mazuri na mpira ni mchezo wa makosa. Unavyofanya kosa unaenda kuangalia wapi umekosea, lakini pia hapo hapo makosa na kuwa tofauti tofauti leo unaweza kufanya hivi, kesho kufanya vile. Lakini sisi kama wachezaji na kama timu tumekaa tumeliangalia hilo tumejipanga kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Kwa hiyo yani, sidhani kama inaweza katokea hili swala tena. Kwa hiyo kama sisi wachezaji na timu kwenye hilo tayari tushafanya marekebisho ambapo tutakumbushana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu basi kwa upande wa Simba kocha Suleiman Matola na mchezaji Wilson Nangu wamesema wapo tayari kuwavaa JKT Tanzania na kusaka pointi tatu muhimu. JKT ni watu ambao wanatupa gemu ngumu sana tunapokutana nao, kwa hiyo nafikiri ni mechi nyingine ambayo tunakutana nao kesho. Lengo letu sisi ni kuweza kupata magoli zaidi ya moja kama wanavyosema, kwa hiyo mimi nafikiri, inshallah kwa uwezo wa Allah, kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa kwenye mchezo. Cha kwanza lazima tufuate maelekezo ya mwalimu cha pili, na furaha kwenda kucheza katika ardhi yangu ambayo nilicheza kabla, lakini yote yayote, ni kuipambania timu yangu ya Simba kesho tupate pointi tatu. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya mwalimu ili turahisishie kazi kesho. Kutoka hapa makao makuu ya Benki ya Taifa ya Biashara NBC Posta jijini Dar es Salaam, mimi ni Muhamed Sukuzi na hii ni ZBC. Asante sana Muhamed Sukuzi kwa taarifa hiyo. Kocha msaidizi wa KMKM amemsimu amesema kuwa maandalizi ya kuelekea mchezo wao dhidi ya Malindi